Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa kampeni hii, wananchi wamepatiwa huduma mbalimbali ikiwemo elimu kuhusu masuala ya haki, umiliki na utatuzi wa migogoro ya ardhi, matunzo ya watoto, ukatili wa kijinsia na haki za binadamu. Kupitia kampeni hii, jumla ya mikoa 25 wa ya Tanzania bara na halmashauri 179 kata elfu moja mia tisa na saba vijiji na mitaa elfu tano mia saba na mbili zilifikiwa na jumla ya wananchi milioni mbili laki sita tisini na nane elfu mia tisa na nane wakiwemo wanaume milioni moja laki tatu arobaini na saba elfu mia tatu ishirini na tano na wanawake milioni moja laki tatu hamsini na moja elfu mia tano themanini na tano 83 walifikiwa na kupata elimu na huduma na msaada wa kisheria kupitia mikutano ya ana kwa ana. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia jumla ya migogoro 24,691 iliyodumu kwa muda mrefu ilipokelewa, ambapo baadhi ilidumu kwa zaidi ya miaka kumi. Utatuzi wa migogoro hiyo umewezesha kuimarisha amani utulivu na utangamano miongoni mwa wanajamii. Migogoro hii ilihusisha masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya ardhi, ndoa za utotoni, matunzo ya watoto, ndoa, jinai, ukatili wa kijinsia. Aidha, jumla ya migogoro 5704 ilitatuliwa na, na kuhitimishwa kwa njia mbadala kati ya migogoro 23,399 ya muda mrefu iliyopokelewa. Utatuzi wa migogoro 18,987 unaendelea katika ngazi mbalimbali. Mheshimiwa naibu Spika, katika kuimarisha uratibu wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi za halmashauri, kata, vijiji na mitaa, wizara imeanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika mamlaka 184 za serikali za mitaa Tanzania bara. Madawati hayo yanasaidia kusogeza huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi pamoja na uendelevu wa huduma msaada wa kisheria nchini kote.